Katika kikao chetu cha mwisho tulizungumzia mada ya usafi wa maadili. Ni mada pekee kwa njia ambayo Sulemani alitumia karibu sura tatu kuzungumzia. Sasa anataka kurudi kwenye sura ya sita, ambapo Sulemani pia anatoa e, maonyo ya hekima zaidi, na onyo la kwanza ni kuhusu suala la fedha. Mtu mwenye kumcha Mungu hatakuwa mchoyo kwa wengine, lakini anapaswa kuwa makini wakati huo huo, na Sulemani anatuhadharisha hapa katika mstari wa kwanza uhusu kuweka dhamana kwa jirani yako na kutoa ahadi yako kwa mgeni. Sasa kuweka dhamana inamaanisha kuwa unakuwa na jukumu sawa kwa madeni ya mtu mwingine, kama vile eh, kusaini pamoja kwenye mkopo. Na Sulemani anaonya dhidi ya kufanya hivyo kwa mgeni, kwa mtu ambaye hujui vizuri kwa kweli unahitaji kuwa makini kuhusu kufanya hivyo kwa mwanafamilia. Ni bora ufikirie kama unaweza kushughulikia mkopo huo, deni hilo, kwa sababu huenda ukalazimika kufanya hivyo. Sasa nataka kuruka hapa katika sura ya sita kwa muda hadi mstari wa kumi na sita ambapo Sulemani anatuambia kwamba kuna mambo sita ambayo Bwana anachukia, saba ambayo ni machukizo kwake. Sasa machukizo ni kitu ambacho ni chukizo la kimaadili kwa njia usemi huu wa Kiebrania mambo sita hapana, au ndio saba, hiyo ni njia ya kuonyesha kwamba orodha hiyo si kamili kabisa. Biblia inaweka wazi kwamba u dhambi zote ni chukizo sawa kwa Mungu. Dhambi zote ni dhambi, lakini atazungumzia machache tu hapa. Hii kwa kweli nadhani inatia moyo kwa sababu Sulemani angeweza kuandika kuna mambo elfu sita ambayo Bwana anachukia, hapana, elfu saba ambayo ni machukizo kwake. Kweli, hiyo ni kweli, lakini Bwana anapunguza hadi saba tu, kana kwamba kutupa, unajua, mwanzo wa kutuelekeza katika mwelekeo sahihi. Sasa la kwanza kwenye orodha hapa katika mstari wa kumi na saba ni macho ya kiburi, na hiyo inaashiria kiburi kuelekea watu wengine. Sulemani anaongeza hapa ulimi wa uongo na mikono inayomwaga damu isiyo na hatia kweli. Huhitaji maelezo yoyote kuelewa kwamba uongo na mauaji eh, yatakuwa machukizo kwa Bwana. Mstari wa kumi na nane unaongeza kwenye orodha moyo unaopanga mipango mibaya. Hii inaelezea eh, watu ambao daima wanapanga njama na kudanganya wengine. Pia hapa kwenye orodha, kuna miguu inayokimbilia haraka kwenye uovu. Hii inatupatia picha ya watu wanaopenda kutenda dhambi eh, wanatafuta njia za kutenda dhambi, wanakimbilia, wanaishi kwa ajili ya dhambi. Hatimaye hapa katika mstari wa kumi na tisa, Bwana anachukia shahidi wa uongo anayetoa uongo na yule anayesababisha mifarakano kati ya ndugu. Kwa hivyo, Mungu anachukia udanganyifu na Mungu anachukia wale wanaosababisha mgawanyiko kati ya watu wa Mungu. sasa kwa muda tulio nao leo, nataka kurudi nyuma mistari michache kwenye mada tutakayokutana nayo mara kadhaa katika kitabu cha Mithali, na hiyo ni mada ya mvivu. Huyo ni mtu anayefanya bidii wepuka kazi, na Sulemani atamtaja mvivu mara nyingi katika mkusanyiko wake, na jambo moja analoonyesha ni ukosefu wa maadili ya kazi kwa mvivu. Yeye si wa kutegemewa. Katika sura ya kumi na na mstari wa 26, tunasoma hivi, kama moshi machoni, ndivyo alivyo mvivu kwa wale wanaomtuma. Kwa hivyo mvivu hata kufanya ulia kama vile una moshi machoni, kwa sababu huwezi kumtegemea. Pili, Sulemani anaonyesha kwamba visingizio vya mvivu haviaminiki. Katika sura ya 22 na mstari wa 13, tunasoma mvivu anasema kuna simba nje nitawawa mitaani. Anadai hawezi kwenda kazini kwa sababu kuna simba huko nje mahali fulani ambaye anaweza kumshambulia. Hii inazidi tu kupiga simu kusema unaumwa, lakini ni wazo lile lile. Kwa kweli, nilisikia kuhusu mfanyakazi mmoja ambaye alimwita bosi wake kuomba ruhusa ya kuhudhuria mazishi ya bibi yake. Aliruhusiwa. Miezi sita baadaye alipiga simu tena, na inaonekana bibi yake alikuwa vizuri amekufa tena Alisahau kwamba alitumia kisingizio hicho hapo awali, na hata alitumia jina la bibi uyo huyo basi. Mwandishi mmoja alisema, mvivu hutumia nguvu zake zote za ubunifu kutengeneza visingizio badala ya kutafuta riziki. Sasa hapa kuna uchunguzi watatu: moyo wa mvivu hauwezi kufundishika. Sasa katika sura ya 26 tunasoma hapa katika mstari wa 16, mvivu ana hekima machoni pake mwenyewe kuliko watu saba wanaoweza kujibu kwa busara. Kwa maneno mengine, unawapa changamoto watu wavivu na watakupa orodha ya sababu kwa nini uko makosa. Waulize tu na watakuambia kwa nini wao ni wafanyakazi wako bora. Wao ndio pekee wanaofanya kazi kwa bidii. Kwa nini huwezi kufanya bila wao? Ukweli ni kwamba wanaweza kuzungumza lakini hawafanyi kazi. Sasa Solomoni anaandika hapa katika sura ya sita moja kwa moja kwa mvivu. Anasema hapa katika mstari wa sita nenda kwa chungu ewe mvivu, tikiria njia zake hii na uwe na hekima. Hivyo basi hapa kuna suluhisho. Sawa, hebu tufanye safari ya uwanja na twende kwenye kichuguu cha mchwa na tuangalie kwa muda. Hebu tujifunze kutoka kwa mchwa na tuwe na hekima. Wao ni viunge wa kuvutia nimesoma kwamba wanaweza kuinua hadi mara hamsini ya uzito wao ambayo ingekuwa kama wewe au mimi kutoka nje leo na kuinua gari letu. Koloni moja la mchwa litakuwa na mamilioni ya mchwa, na wote wanafanya kazi kwa bidii, wakilinda koloni, wakimhudumia malkia mchwa au wakisaka, wakikusanya chakula. Na hapa kuna jambo la kushangaza: yote haya yamewekwa katika silika zao na muumba wao. Kwa kweli Sulemani anaandika hapa katika mstari wa saba kwamba wanafanya yote haya bila kuwa na mkuu, ofisa au mtawala. Wanafanya yote bila mkuu. Neno la Kiebrania linaweza kutafsiriwa kama hakimu. Kwa maneno mengine, hawahitaji hakimu kusuluhisha mzozo au unajua, swala la kazi. Mchwa wanatembea tu na kupita juu ya kila mmoja na kuendelea na kazi. Fikiria kilima cha mchwa chenye mcho milioni moja na hakuna ishara ya trafiki hata moja, wanafanya kila kitu bila mkuu. Sulemani anaongeza hapa, na wanafanya hivyo e, bila afisa. Neno hili la Kiebrania eh, linarejelea mtu ambaye anaandika kitu chini, mtu ambaye anatoa maagizo kwa wengine. Unaweza kufikiria mcho akiwa na kibao akitoa majukumu kila asubuhi. Kweli, hakuna mmoja wa hao Sulemani pia anaongeza kwamba mcho hufanya kazi pamoja bila mtawala. Anasema mcho hawahitaji mtu wa kusahihisha utendaji wao wa kazi, hawahitaji mtu wa kuwapongeza kwa kazi iliyofanywa vizuri. Mcho wanamotisha ya ndani ya kutii silika walizopewa na muumba wao Mungu. Kwa hivyo unaweza kusema hivi, hawahitaji mtu yeyote wa kuwafanya wafanye kazi, kusimamia kazi yao au kuwahamasisha kufanya kazi. Siyo ajabu Sulemani anaandika hapa katika mstari wa sita: nenda kwa mchwa ewe mvivu, fikiria njia zake na uwe na hekima. Bila kuwa na mkuu, afisa au mtawala, wandaa chakula chake wakati wa kiangazi na hukusanya chakula chake wakati wa mavuno. Lazima nikuambie mchwa wanaonekana kupenda kufanya kile ambacho muumba wao aliwapa, eh, aliwatengea kufanya. Na tunapaswa sote kuwa kama wao. Nimesoma kuhusu wale wanaohudumu katika jeshi wanaitwa riggers. Kazi yao ni kukunja na kufunga parachuti ambazo wanajeshi wengine watatumia wanaporuka kutoka kwenye ndege. Sehemu ya imani yao inasema hivi: hakuna nafasi ya maelewano na ukamilifu. Nitakuwa na uhakika kila wakati na vizuri. Hiyo ni kwa sababu wanajua wana kazi ya maisha au kifo ya kutekeleza. Je, unaweza kufikiria ukiambiwa, hei, angalia, utaruka kutoka kwenye ndege mchana huu, na parachuti yako ilifungwa na yule unajua, yule mzembe pale, alikuja kazini akiwa amechelewa, hakuonekana kujali kuhusu, unajua, kazi aliyokuwa akifanya, lakini tunadhani alikunja parachuti vizuri. Kwa hivyo, hapa, tumia parachuti aliyoyandaa Oh, mimi nina shaka kama utakuwa tayari kuruka kutoka kwenye gari ukiwa na parachuti yake mgongoni. Wapendwa, ikiwa Mungu anajali kazi ambayo sisimizi hufanya, hakika anajali kazi yako na yangu. Hivyo basi hapa kuna maagizo: huwa na bidii zaidi leo, kama yule mwalimu aliyejitolea ambaye anaandaa masomo yako vizuri, au yule fundi bomba ambaye anaunganisha mabomba yote ipasavyo, au yule fundi magari ambaye anatoza tu kile kinachohitajika, au au au yule daktari ambaye anachukua muda kumsikiliza mgonjwa wake, au labda, labda mpishi ambaye anatoa tu bora yako, au muuzaji ambaye anaandika mikataba ya uaminifu tu, au labda mwanafunzi leo ambaye yuko tayari kushughulikia kila huu, kazi. Sikiliza, usisahau, hatimaye tunafanya kazi kwa ajili ya sifa ya mwokozi wetu na athari ya injili yake huko nje katika ulimwengu wetu.